Mwili kukosa maji ya kutosha kunaweza kusababisha mlundikano wa kemikali kwenye figo zinazoweza kuchanganyika na madini chumvi kama vile kalsiamu na kutengeneza vimawe ndani ya figo. Vimawe hivyo vinapojaribu kutoka kwa njia ya mkojo husababisha maumivu makali sana. Mawe kwenye figo pia yanaweza kusababishwa na ulaji mbovu wa vyakula, kuwa na uzito mkubwa kuliko kawaida, baadhi ya magonjwa na madawa. Jambo jema ni kuwa hali hii unaweza kuizuia au kama umeanza kuathiriwa na hali hii unaweza kuitibu kwa kutumia vyakula hivi. Kabla ya vyakula, jambo la msingi la kuzingatia ni unywaji wa maji kwa wingi. Maji yanasaidia kuyayusha madini chumvi yaliyounganika kwenye vimawe kwenye figo. Inashauriwa kutumia angalau glasi kumi na mbili za maji kwa siku. Ongeza ulaji wa matunda jamii ya machungwa. Matunda jamii ya machungwa kama vile machungwa, malimao na machenza pia zabibu zina wingi wa madini ya citrate. Ulaji wa matunda haya au juisi ya matunda haya yanasaidia kuyeyusha na kuzuia vimawe kwenye figo. Tumia vyakula vyenye madini ya calcium na vitamini D kwa wingi. Vyanzo vizuri vya madini ya calcium ni maziwa na bidhaa zingine za maziwa kama vile yogurt. Vyakula jamii ya kunde kama vile njugu na kunde, mboga za majani pia unaweza kutumia kama chanzo cha madini ya calcium mwilini. Vitamini D hupatikana kwa wingi hasa kwenye samaki wa mafuta au kwenye uyoga. Vitamini D mwilini inasaidia kurahisisha ufyonzaji wa madini ya calcium kwa wingi. Sasa unaweza kupata huduma na bidhaa zetu kwa urahisi kwenye tovuti yetu. Jisajili sasa. Kama ndio unaingia kwa mara ya kwanza, bofia alama ya kichwa juu ya skrini yako, bofia ya kitufe cha jisajili, jaza taarifa zote kama zinavyohitajika kwenye fomu. Ukimaliza, bofia ya kitufe cha tuma ili kukamilisha usajili wako.